Maji yetu ya leo niwekee mchele. Mchele kwa nini tunaoweka kwa maji? Huu mchele ni mzuri, maji yake maji yake. Wewe mtu saii unapaswa kuwa na maji kwa nyumba ya mchele. Aidha, kuna kuyanawa kwa uso au kuyaoga mwili mzima. Wewe kama hauna maji ya mchele na unataka pesa, na unasema vitu vyangu vinajifunga na kila kitu chenye nashika kinakataa Jamani tumieni maji ya mchele. Ukifanya hivi kashindikana, tumia hii. Tumia hii, kila mtu ana mkono wake. Unanielewa vizuri? Jamani, hii med ya maji ya mchele sawa, kama unatafuta pesa au pesa zisiishe kwa humo, maji ya mchele wengine wanaosha uso wao kila asubuhi, wengine wanayaoga mwili kila asubuhi, mambo yatakuwa shwari.